Ido TZ ni kikoa ambacho kinakuwezesha wewe kupata mawasiliano au kwenda online ambayo kwa Kiingereza inaitwa domain names, ambacho kwa .tz kina faida nyingi sana na kina manufaa mengi sana ikiwepo ni utambulisho wako online. Na pia pia kwa kuwa ni ya nyumbani uh, hata kunapata matatizo mengi uh, ya misuluhishi inakuwa ni rahisi. Unaweza kupata jina zuri. Kwa mfano leo hii tumeona watu wengi sana katika .com wamekuja siku ya wa mwisho wamepoteza majina yao, ni kwa sababu ya ni ngumu, sababu domain sababu Marekani aliyokusajilia pengine hayupo lakini kwa dot tz kupata changamoto hizi ni rahisi, unamtafuta registrar um, asipopatikanika, ukipiga tu simu ya dawati la huduma la Mamlaka ya Mawasiliano unapata kiurahisi uh, mawasiliano na unaweza ukarudishiwa domeni yako. Kwa hiyo dot tz ni yetu, kwa hiyo tuipende, hapa ndio nyumbani. Kwahiyo karibuni sana. Taarifa zaidi zinapatikana kwenye tovuti ya karibu dot tz. Mtandao ni fursa, baki salama.